Mtaa wa Mbopo Chekanao ni miongoni mwa mtaa unaopatikana katika kata ya Mabwepande pembezoni mwa wilaya ya Kinondoni, unaokuwa kwa kasi na ni miongoni mwa maeneo yenye uhitaji mkubwa wa huduma za kijamii na huduma ya maji safi ikiwa ni miongoni mwa mahitaji hayo. Mtaa huo unakadiriwa kuwa na idadi ya wakazi elfu mbili. Penye nia pana njia. Kwa kutambua ukuaji wa eneo hili, DAWASA iliweka kambi rasmi mtaani hapo ili kuangalia namna bora na uwezekano wa kusogeza huduma hiyo ili kurahisisha shughuli za kimaendeleo katika mtaa huo. Baada ya utafiti wa kina, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Maji kupitia DAWASA ikatenga fedha za ndani kiasi cha shilingi milioni 280 kuanza utekelezaji wa mradi huo. Tenki hili ndio chanzo cha maji kwenye mradi wetu wa Mbopo Chekanao natarajiwa kuhudumia kaya elfu mbili kwenye eneo la Mbopo. Network hii itakuwa inahusisha mabomba ya ukubwa tofauti tofauti, mabomba ya nchi 8, nchi 6, nchi 4, nchi 3 pamoja na nchi mbili. Mradi huu pamoja na ujenzi wa mabomba pia unahusisha ujenzi wa kizimba ambacho kitahudumia pale eneo la Mbopo shule pamoja na e, tenki kubwa la lita elfu kumi utakuwa pale e, tunategemea pale kuhudumia shule pamoja na hostel za shule mbili za Mbopo wa shule ya msingi pamoja na Mbopo sekondari. Kazi ikapamba moto, saiti ikachangamka kwa kazi zikaendelea. Wakazi na viongozi wa mtaa huu wanashuhudia utekelezaji wa haraka wa mradi huu na kuanza kwa upatikanaji wa huduma. Hivi karibuni tunakwenda kuzindua mradi wa maji ambao umetatua changamoto kubwa iliyoko katika mtaa wetu wa Mbopo Chekanao, na matarajio yetu ni kama serikali tufikishe huduma hii ya maji kwa wananchi wote ambao wanaishi katika mtaa wetu wa Mbopo Chekanao. Katika mradi huu wa Mbopo Chekanao, ambapo hivi sasa upo saiti, tutanufaika kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu Maji yatakayokuwa yanapatikana yatatusaidia sisi katika shughuli zetu za kibinadamu za kila siku. Kwa hiyo niwaombe wanambopo wote kwa ujumla wetu tujitokeze kwa pamoja katika kupokea Mwenge wa Uhuru katika mtaa wetu. Dawasa tunasema: Dawasa moja, nguvu moja na kazi iendelee.